Kwanza natoa shukrani kwa uongozi wa wilaya hapa Kongwa. Maneno yangu ni kama ifuatavyo: nimepita na nimeona athari ya mvua. Tuna mvua yenyewe imenyesha mahala pengine kabisa, huko mvua imenyesha Manyara, lakini athari tunaziona hapa Dodoma. Maelekezo yangu, kama mnavyoona hiyo diversion tayari imeshatuletea tatizo na mvua ndio zinakuja ndo kwanza zinaanza. Wewe ninakupa wiki moja, huo umemaliza ili jambo la kuweka lami katika kipande hiki cha kilomita mbili. Nadhani tumeelewana vizuri, kwa hivyo mfanye hiyo kazi usiku na mchana kuhakikisha kwamba mnaikamilisha hiyo kazi. Ninyi ni wakandarasi wazawa Nataka nihakikishe kuwaoneni, oneni mnakamilisha kazi zetu kwa wakati na mnakamilisha kazi zetu kwa ubora, kwa kuanzia na hii ambayo leo nimeikagua. Na unaweza ukaona hiyo foleni hapo, e, inaweza kuwa hii foleni haina uhusiano wa moja kwa moja, lakini kwa vyovyote nimeanzia hapa na ni maji yanayotoka huko. Kwa hiyo nataka wiki ijayo watu badala ya kupita kwenye diversion wapite huku juu, wakati huo ninyi mtakuwa mnaendelea na hatua za kuweka taa na hatua za kuweka alama, lakini kwanza watoke waamie huku, ili mvua itakapokuja isitukute huko chini tena. Na nakupeni wiki moja muwe mmemalizana na jambo hili. Nadhani tumeelewana vizuri. Usiku na mchana mfanye kazi hapa, na mkuu wa wilaya na timu za vyombo vya ulinzi na usalama muwape sapoti kwa sababu watafanya kazi usiku na mchana. Ni vizuri sana wakawa na uangalizi wa karibu, ili kusudi wasibugudhiwe kwenye kutenda kazi yao, wafanye kwa uhuru, iliyo ndani ya wiki moja kweli wawe wamekamilisha kufanya hii kazi, lakini nataka ripoti ya kila siku kutokea hii leo ya namna ambavyo wanafanya hiyo kazi usiku na mchana, kwa sababu hapa kazi iliyobaki sasa ni ndogo. Eneo hili lilikuwa na makalavati ya chuma ya zamani ambayo hayakuwa na uwezo wa kutosha kuchukua maji, wingi wa maji ambao ulikuwepo, hivyo tuliongeze tumeongezea midomo ya ziada kwa ajili ya kuweza kutosheleza wingi wa maji unaokuja. Mheshimiwa Waziri, eneo hili limekuwa likipata athari kubwa ya maji hasa kutokana na mvua zinazonyesha mikoa ya jirani na Dodoma ikiwemo Manyara. Maji haya ya mikoa yakija kwa wingi sana kwa wakati mmoja, kipindi ambacho hata Dodoma hakuna mvua. Kwa sasa tunaendelea na utekelezaji huu kama unavyoona Mheshimiwa Waziri, mradi huu unatekelezwa na mkandarasi mzawa. Kazi kubwa zilizofanyika katika mradi huu ni ujenzi wa kuongezea makaravati ambao kwa sasa umekamilika. Uinuaji wa tuta la barabara kipande cha, chenye urefu wa kilomita mbili nukta tano aa, ikiwemo na kurudishia matabaka mbalimbali ya, ya, ya, ya, ya, ya barabara na mpaka kufikia mwisho kuweka lami katika mradi huu. Tuna jumla ya taa hamsini za barabarani zitaenda kuwekwa kwa ajili ya kuimarisha hali ya usalama katika eneo hili.